Majeshi. Majeshi yako wapi? Ya majeshi. Ya majeshi ni majeshi ya nani? Majeshi yakipiga, ya majeshi yamepiga, ya na leo hawapo, hawapo pisha, wamekwisha wame. Saluti majeshi. Jana kauli ya waziri mkuu ambayo aliitoa kwa pale kanisa letu ni serikali. Niongea sana kuhusu kauli yake, lakini a, amekuja hapa leo mkuu wa wilaya kama ulivyoona, na umepita kule chini kuangalia maeneo ya kanisani kwa, kwa kweli kule chini maofisini, kule juu milango imevunjwa, na vitu vingine vitakuwa havipo, kwa hiyo jambo sisi la kwanza ni kwamba tunataka kufanya ukaguzi kwa undani sana, bila haraka, kwa sababu hali ambayo ilivyokuwa siku ya tarehe mbili walipokuja kutuondoa mahali hapa, ilikuwa tuko kanisani kwenye ibada na hapakuwa na muda wa kukabidhiana, kwa tuliacha tumefunga ofisi zetu kule chini, lakini leo tumekuta kule chini kila ofisi imevunjwa. Kwa tunajiuliza kwamba je, ilikuwa tu ni kufunga kanisa au kulikuwa na mengineyo mengine, mengineyo, kwa sababu kama ni kufunga kanisa milango ya ofisi sijui kama pia ilifungiwa. Sasa kwa hiyo tunataka tufanye tathmini, tumeomba awepo hapa, uh, mwenyekiti wa mtaa anakuja na kamati ya mtaa anakuja na baadhi yetu, wachache wetu tunafanya ukaguzi ili tufanye tathmini ya uharibifu uliotokea, tujue sasa, uh, kipi kipo na kipi hakipo na nini ifate baada ya hapo. Amen tathmini ya nini kipo, nini hakipo, kwa nini hakipo. Sababu hii sehemu ilikuwa inalindwa masachinn na, na, na magari ya polisi ya washawasha kwa hiyo -washa. Na nilisema ile siku nadhani ya, ya tarehe kumi mwezi wa sita kwamba ulinzi uh, wa hapa uko chini ya mikono ya polisi. Kwa hiyo chochote ambacho kita kimepotea kimeharibika jibu la aliye fanye kipotee au kiharibike yule. Kwa hiyo ambaye alikuwa analinda, nataka tufanye tathmini, tufanye tathmini bila haraka mtupe nafasi tufanye tathmini mwenyekiti wa mtaa anakuja na kamati yake tutapita kule chini, na waandishi wa habari wataona pia, sababu vitu viko wazi, na baada ya hapo tutafanya tuta sasa usafi wa maeneo yetu, usafi wa kimwili na usafi wa kiroho. Hii ni nyumba ya Bwana. Na baada ya pale usafi wa kiroho afa, tutaongea kipi kinafuata baada ya hapo. Mungu awabariki sana. Mungu ni mwema daima na siku zote. Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndio jina lake na ashindanaye na Bwana. Mungu awabariki sana, asante. Tuendee tu kuwepo usubi ende kuwepo lakini.